Naam, shukran sana kwa kuendelea kutizama taarifa zetu. Maafisa wa usalama katika eneo la Kaiti kaunti ya Makueni wanatafuta genge la wahalifu wanaoaminika kuendeleza uhalifu katika eneo hilo, kisa cha hivi punde kikiwa kuuawa kwa mfanyabiashara mmoja aliyekumbana na mauti mikononi mwa majambazi alipowasili kwake nyumbani. Wakaazi wameripoti kwamba wahalifu hao huvalia magwanda yenye muonekano wa sare za polisi, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Michael Mutinda. Kwa mujibu wa familia Matthew Kitu aliuawa na watu waliokuwa wamevalia sare zilizokaa kama za polisi Jumapili jioni, muda mfupi baada ya kufika nyumbani. Mkewe aliyefika baadaye akiponea kifo na kujeruhiwa kwa kuvunjwa mkono. Wezi hao pia walifanikiwa kutoweka na shilingi laki mbili unusu na simu nne. Nikajaribu kupiga nduru tena, akanipiga chuma kwa kichwa, nikazuia na mkono, akanipiga tena, nikazuia na mkono, akafunja mkono sasa kuzirai, nikaanguka chini. Walikuwa wali wawili, walinifuta mmoja mkono na mwingine mguu, wakanirusha hapo bedroom ndani, wakaniambia ingia, mlale hapo ndani. Sasa kuingia ndani, nilipata bwanangu analala chini, lakini hakuniongeresha hata mimi. Nisangaa sana, hata mimi sijui mimi naweza kufanya nini. Mimi niko na vita mingi kama ni mtoto ndio tunaangalia na, na kaa na yeye, tunalinda hiki kijiji na yeye. Sasa mimi nabaki pe, peke yangu. Wakazi wa eneo hili wakielezea wasiwasi wao kutokana na kuendelea kuongezeka kwa, kwa visa vya uhalifu wanavyosema vinatekelezwa na majambazi wanaojidai kuwa polisi kwa kuvalia sare zao. Pia tunauliza serikali yetu, viongozi wetu e, pia waingililie hii njambo sababu si mara ya kwanza tumekuwa tukisikia hii maneno ya leo huyu amefahamiwa baada ya miezi ingine tatu unasikia mwingine amefahamiwa. Na watu wenyewe tukiangalia ni wale, wale tu, sababu unasikia alikuwa na mavazi ya polisi, tunashindwa ni polisi wenyewe ama ni majambazi wamekuwa katikati yetu. Ni tukio ambalo limewaacha wanakijiji katika eneo hili la Itooni na maswali si haba, sasa wakitaka idara ya polisi kujukumika na kuhakikisha waliotekeleza unyama huu wanachukuliwa hatua za kisheria. Michael Mtinda, runinga ya Citizen, Makueni.